imesema imepokea mabaki ya mwili wa kijana wa Kitanzania kita Joshua Mollel mwenye umri wa miaka 21, aliyetekwa Oktoba 7 mwaka 2023, wakati wa vita ya Israeli na Palestina. Joshua alikuwa miongoni mwa Watanzania wawili na raia wengine wa mataifa mbalimbali waliotekwa Oktoba 7 mwaka 2023 nchini Israel na katika maeneo ya Wapalestina hususani Gaza. Mbali na Joshua, Mwili wa Clemence Mtega wenyewe ulipatikana mwezi mmoja baadaye, yaani Novemba 17 mwaka 2023 na kurejeshwa Tanzania kwa taratibu za mazishi. Joshua na Clemence ni miongoni mwa vijana wa Kitanzania wapatao 260 waliokwenda Israel kushiriki mafunzo ya kilimo cha kisasa kwa vitendo chini ya mpango wa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na Israeli. Wakati wanatekwa, walikuwa wakifanya mafunzo ya kilimo kusini mwa Israeli, wakati wapiganaji wa Hamasi walipovamia eneo hilo Oktoba 7 mwaka 2023. Aliuawa katika Kibbutz Nahal Oz na mwili wake kuchukuliwa na wapiganaji wa Hamas. Tangu mwaka 2023, mwili wa Joshua pamoja na miili ya mateka sita waliouawa Waisraeli watano na Mthai mmoja ilikuwa chini ya wanamgambo hao wa Hamasi na sasa imebaki sita ambayo haijarejeshwa. Shirika la habari la Uingereza BBC limenukuu ofisi ya Waziri Mkuu wa Israeli ikisema baada ya kukamilika kwa vipimo vya kitabibu katika kituo cha kimataifa cha tiba ya uchunguzi wa vifo, Wizara ya mambo ya nje ilijulisha familia ya Joshua. Taarifa hiyo imesema, serikali ya Israel inashirikiana na familia ya Joshua katika kipindi hiki kigumu pamoja na familia zote za mateka waliopoteza maisha. Pia, ilisisitiza Hamasi inapaswa kurudisha miili yote ya mateka waliouawa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano, ikiongeza kuwa mamlaka za Israel na nukuu, hazitaacha jitihada hadi tutawarejesha mateka wote waliopoteza maisha, kila mmoja wao. Katikati ya uhuzuni yao na ufahamu kwamba mioyo yao haitapona kikamilifu, kurejeshwa kwa Joshua kunatoa faraja fulani kwa familia iliyoteseka kwa mashaka yasiyovumilika kwa zaidi ya miaka miwili, mwisho wa kunukuu. Kabla ya kukabidhi mabaki ya Joshua kwa Msalaba Mwekundu huko Gaza, Jumatano jioni, wingi wa kijeshi wa Hamas ulidai ulikuwa umeupata mwili wa mateka katika mtaa wa Shejaya mashariki mwa mji wa Gaza. Katika siku za hivi karibuni, Israel imewaruhusu wanachama wa Hamasi na wafanyikazi wa Msalaba Mwekundu kutafuta mabaki ya miili katika eneo hilo ambalo bado lipo chini ya udhibiti wa wanajeshi wa Israel. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi.